Chunga sana usihukumu suala la kwamba kuoa wake wengi kwamba ni jambo la matatizo. Kuoa wake wengi ni faraja. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam umma huu anataka vile vile, na yeye akajisifu kwamba umma wake huu, na katika kujisifu kwake anasema oaneni oh, sana na mzaane sana, nikajisifu kwamba umma wangu umekuwa mwingi sasa utakuwaje umma mwingi bila watu kuongeza wake wawili watatu? Na aya imeanzia mathna wa thulatha, ikaja watatu wa arbaa, na ikafikia wanne. Akiogopa wadilifu mwanamme huyo, basi aowe mmoja. Kilichokuweko hapo sasa ni kufunga mkaja, kina mama kuvumilia, maweza kuvumilia mambo ya uzazi tena. Mungu kakujalieni ni nyie mnavumilia, lakini kuna mambo mengine mna, mnapata mtihani. Mwanamke anaweza kuwa na watoto pacha, ndio jambo kubwa lenye kuumiza, na wakati wa kizazi akafanywa opresheni, lakini likenda likamuuma, jambo ambalo alimuumi sana, eti kwa kuwa mumewe kaoa. Umeweza kuzaa watoto pacha, wewe fanya mchezo watoto pacha na wallahi una, una, na operation unafanyiwa, anafanywa operation mwanamke huyo, wanatolewa watoto pacha na anaambiwa kwa muda miezi sita usifanye kazi nzito, anakubali hafanyi kazi nzito, ni makubwa. Na hapo hapo mwanamke huyo alivyokuwa shujaa, akimaliza yote yale ameyasahau. Ikimalizika miezi sita, mbona anamvuta bwana makoti, njoo Tizama ushujaa mliopewa huo, mnakwenda kushindwa na jambo ambalo la chini kabisa. Ama kweli, mtu anaweza akapewa mtihani mkubwa akapasi, mdogo kamshinda. Na sisi tunatakiwa mitihani yote anayotupa Allah wa wataala tuweze kushinda. Kwa hiyo maumivu ya operation hakuyaona makubwa, anayona maumivu ya ya mumewe kuoa, ujue kwamba hayuko kwenye masuala ya dini na amehifadhiwa. Ndugu yake Mwislam mwenziwe, mwanamke mwenziwe, alikuwa na zurura mabondeni, anapita, ana mume hajulikani, matamanio yake anamalizia wapi. Leo kapata yule mume, basi wallahi, anasema hapa. Na mie nakwambia, hukai ndugu yangu, utaachwa wewe au mie Kweli inaelekea hayo? Kweli dini ipo hapa, uadilifu upo hapa, halafu mtu anasema wanaume si waadilifu. Je, wewe mwanamke unokataa kwamba mume asiengeze mke mwingine? Je, uadilifu utaona wapi? Ngoja kwanza aengeze, halafu muone vile anavyokwenda, halafu ndo ulalamike, nilikwambia mume wangu hutokuwa mwadilifu kwa hili. Mimi nilivumilia, wewe ukaoa, nikakutizama utakuwa mwadilifu, sasa bwana wewe unateleza hapa mwanamke, wewe utakuwa umesimama kwenye haki na maneno yako yatakuwa ya kweli, na ma, mazungumzo yako basi Mwenyezi Mungu atakubali, na iko siku atahukumu kwa bwana yule. Lakini kwa kuanza ile, anaanza tu, anaanza tu, ukisikia anaanza posa tu, tena huchimba, huwa anamtizama hajaposa huyu. Mbona akija hivi anajichekesha chekesha? hajaposa huyu. Kwa hilo wanawake mnakuwa kwa hilo wanawake, mnakuwa wachunguzi kweli kweli, mnakuwa wachunguzi kweli kweli. Hajaposa huyu, mbona siku hizi anabadilikia Wakati mwingine kuna kazi ngumu, watu wanashughulika, mbona anza kurudi saa tano huyu? Kwa wanaume hawaminiki hawa wa? na dhana ndo zinakupelekeni pabaya. Dhana wanawake, dhana, dhana. Mtume Muhamadi sallallahu alaihi wasallam anasema Iyakuwaana jiepusheni na dhana. Fa inna dhana akdhabul hadithi, hakika dhana itakupelekeeni nyinyi katika mambo ya uongo dhana. Baadhi yake mna uongo ndani ya dhana, ni maneno ya uongo. Atakuja mtu mshoga, nikwambie una habari we? Ah, nimemwona hapo bosi. Wapi hapo, na siku hizi kutwa iko hapo eh? kumbe mwenzio anatia ndogo, ndogo utoke we aingie yeye. Na hili pia hamjaligundua hili, ala eh, nakwambia eh, ah, ukitahamaki umetoka umechopoka umempa maneno mpaka mume anaona ah, wacha nimpe kibali cha njia. Kibali cha njia mnakijua, talaka. Ukishapewa hicho we unaranda tu, pakutia mafuta pia hupajui wewe, umo tu Kile ndo kibali cha njia, maana ulikuwemo ndani, hutaki. Umepewa kibali cha ndani, kibali cha ndani ndoa. Ndio maana mwanamke anaambiwa akae katika nyumba yake, waqarna fi buyutikunna, na kaeni katika majumba yenu. Watu wakae katika majumba yao, watulie. Kwa hiyo, ukiolewa mwanamke wewe pengine umetoka kwenu, umetoka kibali kimepatikana, kibali cha kukaa ndani. Umetoka nyumba nyingine, umekwenda nyumba nyingine, umetoka katika nyumba ya wazee, sasa unakwenda kwenye nyumba ya kwako mwenyewe, ambayo una mumeo. Kwa hivyo umepata kibali pale, lakini kibali kile, ina maana lazima kiheshimiwe kibali cha kukaa ndani ya nyumba. Ndio maana unaambiwa lazima kibali kile umepewa na Allah subhanahu wa taala, na mume amepewa kibali kile cha kukuweza wewe kukuweka ndani ya nyumba, mwanamke wewe kwa hiyo. Ukitaka kutoka, lazima vile vile uombe kibali cha nje. Nataka kutoka nje sasa, mume wangu akupe kibali, mume toka na umo umo ndani, pamoja na kwamba ni kwako, kuna kibali vile vile. Unataka kufanya jambo, lazima uombe kibali kwa mkuu wa maeneo, ndo mume. Mume wangu, nataka mpaka. Maswala ya kiibada wakati mwingine, nataka kuswali swala za sunna. Vipi, mpaka kitoke kibali, mume aandike kibali swali? Haya yote ni mazingatio kwamba nyinyi mnaonyeshwa taa, wanawake mnafundishwa taa kwa wingi kabisa, kwa sababu mnakuwa mko mbali na toa, si kama wanaume na sisi hatufundishwi, lakini nyinyi mna njia nyingi za kufundishwa toa. Ndio maana mkaambiwa pepo yenu nyiye, kama mtayafanya mambo machache tu nyinyi peponi mnaenda. Swala tano ukiswali tayari, eh? ukihifadhi mwili wako sawa, eh? Uki, ukifunga mwezi mtukufu wa Ramadhani mambo kama hayo eh? Utaona kama mepesi eh? Ukamtii mumeo. Haya basi, hayo tu, kwa hayo tu utaingia peponi, mwanamke wewe. Kwa mlango unaotaka utachagua. Sa mimi nataka mlango fulani, lakini tizama hapo, swala tano. Swala tano hizi ataswali, Ramadhani atafunga, mwili wake tunasema anaweza kujihifadhi lakini kumtii mumewe ngondo, aa, hapa ndo watakapo feli, hapa kwenye kumtii mume. Hapa na katika kumtii mume, mojawapo kumsikia mume anataka kuengeza mke wa pili, wewe ukawa umetulia, huna vurugu, ndo kumtii mume. Huko sio kwa kuomba, tunakwenda mjini, haya, nenda. Nakwenda kwa shangazi, haya, nenda. Na huko pia unakosea, kwa sababu, nakwenda kwa shangazi, atapita na mpaka kwa, kwa Asha nakwenda kwa shangazi anatiririka shangazi yake yuko Jang'ombe ngombe basi, anakuja kutikana, anakuja kutikana yuko wapi? Yuko mpaka sehemu ya shamba moja inaitwa Maungani huko. Akiulizwa anasema ndiona niende na Maungani kabisa, maana nimeona nafasi nafasi. Kibali uliomba mpaka wapi? Kibali uliomba mpaka wapi? Unakwenda Jang'ombe Maungani kumekuhusu nini? Ha, alikuja shoga yangu mpenzi akanichukua. Ala, shoga yako mpenzi kakuchukua na, na toa ya Mungu pia akaichukua heshima kumwogopa Mungu tena haipo, kwa kuwa kaja shoga yako mpenzi. Ina maana shoga yako unampenda kuliko Mungu eh? Ndio, shoga yako unampenda kuliko Mungu. Mwambie mimi na mume wangu nimeondoka, nimeaga na kwenda Jangombe, tena mwisho wa masaa fulani mimi hapa hunitoi na rudi zangu Jangombe. Hata anakuja mama yako mzazi, mwanangu, vipi eh? naona leo tumekutana hapa hapa kwetu leo eh. Eh, upo kwa, kwa dada yako na mimi ndo niko hapa hapa eh, sasa vipi eh? Ah, basi nitakukuchukua twende mjini madukani. Mwambie mama, nashukuru kwa hilo ulilonieleza, kwa hivyo sitoweza kwenda mjini madukani kwa sababu mume wangu nimemwambia mwisho hapa Jangombe, akaja akankuta kwa madukani au, ah, nikapata ajali je uko madukani mjini itakuwaje hilo? Hamfikirii wanawake hilo kabisa? Mmejiziba kabisa, hampo kabisa. Njoo upate ajali wewe, ruhusa ya njia huna. Ulikwenda Jang'ombe uje upate ajali uonekane ushalazwa mnazi mmoja, ajali imetokezea wapi? Shangani. We umeaga unakwenda Jang'ombe, utizame. Mungu anazidi kukutia ile marazi zaidi, ile ajali itakuuma zaidi. Kama ilikuwa ajali ile, utiwe POP sijui utakatwa mguu kabisa, na adhabu haya ukatwa mguu yamekukuta. dhalika bima qaddamat aydikum, Mwenyezi Mungu anasema ha, haya ndio wale ambayo mliwatanguliza kwa mikono yenu. wa anna Allah laisa bidhallami lilabidi, na Mwenyezi Mungu hakuwa mwenye kuwadhulumu waja.